Wakati moto mkubwa ukiendelea kuwaka ndani ya Chama cha Mapinduzi na sintofahamu ikiendelea huko serikalini kufuatia press conference ya majuzi iliyofanywa na mbunge wa Kawe kwa ticket ya CCM Askofu Josephat Gwajima kuhusu janga la utekaji linaloendelea nchini Tanzania kuna habari za kutisha zimepatikana. Uh, kuhusiana na makamu mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mheshimiwa John Heche. Uh, huyu ni makamu wa taifa wa Chadema kwa upande wa bara. Kwa hiyo kuna taarifa za kutisha ambazo ameweza kushare na watu kupitia kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani ulikuwa akijulikana kama Twitter. Na taarifa hizi ameletewa na msamaria mwema mmoja . Sasa nitawasomea taarifa halisi inasemaje. Inasema kwamba kaka, salama kuwa makini mno, hukumu ya kukuteka imetolewa jana na watekaji watakaojifanya ni majambazi. Miongoni mwao yupo anayekukubali sana, ndiye aliyenipenyezea taarifa. Tekea kwa. Hii ni taarifa aliyotumia mheshimiwa Heche na msamaria mwema mmoja na mheshimiwa Heche akawa amejibu kwenye akaunti yake hiyo ya Twitter, akasema: haya mambo hatutayachukulia kwa wepesi, lakini hatutakimbia nchi yetu kwa sababu hatuna kosa tumefanya, hatutarudi nyuma hata kidogo. We, haya ndio majibu ya mheshimiwa Heche. Sasa kuna matukio makubwa angalau mawili ambayo yanafanya taarifa kama hii iwe na uzito. Tukio la kwanza lilijiri around August mwaka jana um, ambapo kada mwandamizi wa Chadema Deusdedith Soka aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao huo wa kijamii wa X ama Twitter, akisema kwamba amepata taarifa kuwa kuna mpango dhalimu dhidi ya maisha yake, na alisema kwamba jeshi la polisi linaweza kuwa linahusika na mpango huo kwa mujibu wa taarifa alizokuwa nazo. Kwa bahati mbaya ile tahadhari haikuchukuliwa kwa uzito mkubwa, ni kama tuseme ilipotezewa kama wanavyosema kwa lugha ya mtaani. Lakini wiki chache baadaye, nadhani wiki tatu au wiki nne hivi baadaye, uh, Deusdedit Soka na wenzie wawili walitekwa na watu wasiojulikana. Lakini kwa mujibu wa taarifa, watu waliochukua Soka na wenzie walikuwa ni askari wa jeshi la polisi. Lakini toka wakati huo, mwezi wa nane mpaka leo Mei elfu mbili na ishirini na tano hawajapatikana na hawajulikani walipo. Hili tukio la kwanza, lakini tukio jingine ambalo linashabihiana na hili nililotokea mwezi huu um, ambapo uh, wa tano ambapo kada mwingine mwandamizi wa CHADEMA alikumbana na masahibu kama hayo yaliyomkumba Soga, lakini katika uh, kada huyu ni Mdude Nyagali, maarufu kama Mdude CHADEMA yeye mwezi wa nne, mwishoni mwa mwezi wa nne, aliweka taarifa kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, akieleza kwamba ana taarifa kuwa kuna watu wanapita huku na kule kuulizia habari zake kama anakaa wapi na vitu kama hivyo aa, na akasema kwamba yeye taarifa hawana haja hao watu kuwauliza watu, kwa sababu namba zake za simu zipo kwenye makao makuu ya polisi. Ya yaliyopo Mbeya ambako ndio yaliko makazi ya Mdude. Kwa hiyo hakuna haja ya hao wanaomtafuta kuzunguka huko na kule kuwauliza watu. Kwa bahati mbaya, wiki chache baadaye, nadhani wiki mbili baadaye, baada ya ile tweet, Mdude alivamiwa akapigwa sana na watu wale wakaondoka naye, akiwa huenda akiwa ni amejeruhiwa vibaya, kwa sababu kulikuwa na trail kubwa ya damu ambayo ilikuwa inatoka kwenye nyumba yake kuelekea huko kusikueleweka na mpaka leo takriban wiki ya tatu sasa, Mdude hajapatikana na habari zake hazifahamiki. Polisi mkoani Mbeya wamesema hawajui lolote kuhusiana na kilichotokea kwa Mdude Nyagali. Kwa hiyo kwa, kwa mazingira hayo, kwa matukio hayo mawili aa, inakuwa muhimu hii tahadhari yaliyopewa mheshimiwa Heche kuchukuliwa kwa uzito, lakini pia ni muhimu kufahamu kwamba Jasusi uh, TV imesha ripoti angalau mara mbili kwamba huko nyuma kulikuwa na majaribio ya kutaka kumkamata Mheshimiwa Heche pamoja na viongozi wengine wa Chadema. Uh, mara ya kwanza ilikuwa ni kuelekea sikukuu ya Pasaka mwezi wa nne ule kama sikosei. wanneule uh, lakini baadaye tena zikapatikana taarifa kwamba bado kuna mpango wa kutaka kumkamata, lakini hii ya kusema kwamba kuna watu wana mpango wa kumdhuru hii ni taarifa mpya sasa. Pia licha haya matukio mawili niliyoyataja, ambayo kwamba yanaongezea uzito swala hili Ukweli ni kwamba kwa ukiangalia yanayoendelea sasa hivi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni rahisi kuamini kwamba watu wasiojulikana ni kama wana kinga ya kisiasa, kinga ya kisheria kutoka kwa mamlaka halali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Idadi kubwa ya wabunge imewekeza nguvu katika kufanya uchawa badala ya kulaani matukio ya utekaji. Actually, baadhi ya wabunge wamesema kwamba haya masuala ya kuteka au watu kutekwa ni ya kawaida. Kama imefikia steji kwamba haya mambo yanaonekana ni ya kawaida, kwa hiyo idadi kubwa ya wabunge ina ilianza, na spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia, Tulia Ackson alisema kuwa masuala ya utekaji ni porojo tu, hakuna utekaji, ni matukio mengine lakini yanatafsiriwa kuwa ni utekaji. Kwa kifupi, hakuna utekaji katika Nchi hii. Na ndio maana um, katika hii press conference ya juzi ya Askofu Gwajima ilikuwa na uzito mkubwa, kwa sababu kwa namna nyingine ilikuwa ni kama inakanusha kile kilichosemwa na speaker Tulia kwamba hakuna utekaji lakini. Uh, Askofu Gwajima alikwenda mbali, sio tu kusema kwamba kuna utekaji, lakini akataja pia orodha ya watu zaidi ya themanini ambao taarifa zinaonyesha kuwa wametekwa katika miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo hiyo inaongezea uzito uh, tishio hili ambalo amepewa Mheshimiwa Heche. Nini kinachoweza kufanyika? um, ni vigumu kusema, lakini mimi ushauri wangu ni kwamba haya mambo yana yanahitaji pia kuwashirikisha wataalamu wa, wa masuala kama haya, watu ambao pengine wana uzoefu uh, hakuna ubaya wa kuomba msaada wa kitaalamu pale inapobidi. Kwa hiyo you can reach out kwa watu ambao pengine wanafahamu au watu ambao pengine wameshapitia madhila kama haya na kushare Uh, uzoefu kwamba, je ukipata taarifa. In fact nitakuwa kama najipigia debe, lakini ukweli, nimeandika kitabu kuhusiana na haya mambo ya kuwa uhai, labda uh, mtu umetishwa uhai wake au kuna tishio na vitu kama hivyo, au tu kuwa na tahadhari na, na kitabu chenyewe kimejikita zaidi kutokana na uzoefu wangu mwenyewe kwa sababu nimepitia vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu kama hivi vinasaidia, unaweza kudhani, na ndio hiki kinachofanywa na hawa watetezi huko sisi. Watu wanaosema kwamba tatizo hilo halipo au kulipuuzia kwamba ni kitu cha kawaida, ni kwa sababu kuna imani kwamba haya yanayotokea ni kwa ajili ya watu fulani, aidha wanasiasa wa upinzani, aidha wana harakati au wakosoaji wa serikali, na sasa wamekwenda mbali hadi wanaharakati wa kutoka nje ya nchi wanaweza kuingia katika hili, lakini muhimu kuangalia kwa, kwa mtizamo mpana kwa sababu miongoni mwa watu waliotekwa ni watu ambao hawakuwa na harakati, hawakuwa na siasa upinzani, wengine ni wafanyabiashara. Lakini pia kuna angalau mtu mmoja ni wasisia ambaye alikuwa kanda ya ziwa kule, jina limetoka kidogo, naye ana zaidi ya miezi miwili mitatu sasa hivi ametekwa na hajulikani alipo. Kwa hiyo hili linaweza kutokea kwa mtu yote. Lakini janga hili pia mimi nimekuwa nikilielezea kwamba linaweza kuchukua ya picha ya kinachotokea Nigeria, ambapo utekaji umekuwa sasa ni sehemu, upande mmoja ni kama biashara, lakini pia magaidi wanatumia mbinu ya utekaji kwa sababu umegundua kuna fedha, na Tanzania inaelekea huko. Eiza watu wanapenda au hawapendi. Kama watawala wataendelea kudhani kwamba hili tatizo sio la msingi, Tanzania itaelekea huko, ambako watu wasiohusiana na dola watajipa majukumu ya kuteka watu kisha kudai. Na juzi hapa kuna clip inaonyesha huko Sumbawanga watu wanalalamika kwamba kuna watu wamekuja hapa wamejitambulisha kama polisi, wanataka kuteka watu. Sasa inaonyesha kwamba hili tatizo limetapakaa. Na kwa hakika kuna idadi kubwa ya watu waliotekwa zaidi ya hiyo hao themanini waliotajwa na Askofu Gwajima. Sasa kurudi tu kidogo ili video isiwe ndefu sana kuhusiana na uh, Askofu Gwajima kuhusu alichokisema juzi, hali huko ndani ya CCM ni vurugu mechi. Kinachoweza kuelezwa kwa kifupi ni kwamba mpaka sasa hivi hakuna mkakati sahihi wa jinsi ya kumjibu Askofu Gwajima. Kwa hiyo, watu wamekurupuka na kuongea kinachoongea. Of course kuna wachache ambao wamekwenda mbali na kusema kwamba Gwajima anatakiwa uh, Askofu Gwajima anatakiwa afukuzwe ndani ya chama kutokana na aliyosema, kuna kiongozi mmoja wa UVCCM da amesema kwamba Gwajima, askofu Gwajima hatoruhusiwa kutia mguu katika ofisi yoyote ya CCM mkoani d kuchukua fomu ya kugombea ubunge. Wengine wamekwenda mbali na kudai kwamba anatakiwa akamatwe. Yani, kuna vitu vingi ambavyo vimeongea kwa kweli kuorodhesha kila kilichoongewa, lakini hata hivyo, la muhimu hapa ni kwamba takriban wote waliongea ni watu wa kawaida yaani hakuna mtu ambaye anafikia levo ya Askofu Gwajima ambaye amejitokeza hadharani kumjibu, sio um, Makala katibu mwenezi wa chama hicho au pengine mtu kama Dkt. Nchimbi au mzee um, Wasira, makamu mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, hawa kwa kweli bado wako kimya, lakini pia kuna ukimya wa machawa maarufu wa chama hicho. Mmoja wa machawa maarufu wa CCM kwenye mtandao wa kijamii wa X mpaka sasa hivi hajaongea lolote kuhusiana na swala hili la askofu Gwajima, na hii inaweza kuashiria kwa sababu huyu mtu analipwa na CCM. um, lakini hajaongea lolote kwa hiyo hii inaweza kuashiria kitu fulani, labda kuna watu na watu wanaamini kabisa kama alichokisema askofu Gwajima, kuna watu wako nyuma yake kadhalika. Muda mfupi kabla sijaingia hewani, angalau mtu mmoja wa muhimu ndani ya CCM amejitokeza kumuunga mkono askofu Gwajima japo hakusema moja kwa moja kwamba anamuunga mkono, lakini amesema kwamba inasikitisha kuona watu wanapojitokeza kukemea utekaji wanashambuliwa na watu wanaoongea kukeme ku, yaani kudhihaki utekaji wanashangiliwa na kutetewa. Kwa hiyo maana yake japo ya hakumtaja askofu Gwajima, lakini kwa lugha nyingine alikuwa anasema kwamba watu kama askofu Gwajima wanaongea uh, kuhusu janga hili wanashambuliwa Huyu ni Luhaga Mpina mbunge machachari wa chama cha mapinduzi, lakini muhimu kugundua kwamba Luhaga Mpina naye anatoka kanda ya Ziwa. Kwa hiyo, baadhi ya watu wanahisi kwamba labda hii ni movement ambayo inatokea kanda ya Ziwa. Hata hivyo, tunafuatilia kwa karibu. Uh, mimi naahidi kuwaletea uchambuzi mwingine wa kina katika siku chache zijazo, wakati nakamilisha uchunguzi kuhusiana na swala hili. Asanteni kwa kunisikiliza na kwa herini.